Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imewahukumu wafanyabiashara sita kulipa faini ya shilingi elfu hamsini ama kwenda jela miezi miwili baada ya kukiri kosa la kuondoka nchini bila kufata utaratibu. Hata hivyo, ni washtakiwa watano ndio wamefanikiwa kulipa faini hiyo. Hukumu hiyo imetolewa na Hakimu Mkazi Mkuu, Wilbard Mashauri baada ya Wakili wa Uhamiaji, Novatus Mlay kuwasomea mashtaka yao. Washtakiwa hao wanadaiwa Januari kumi na nne mwaka elfu mbili na kumi na tisa walikutwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere wakiwa wameondoka kwenda Afrika Kusini bila kuwa na vibali. Baada ya kusomewa shtaka hilo, washtakiwa hao ambao wapo tisa, wawili walikana na sita walikiri kosa na kusomewa maelezo ya awali. Katika maelezo ya awali Wakili Mlay amedai Januari 14 mwaka 2019, washtakiwa walishushwa na ndege katika uwanja wa JNIA wakitokea Afrika Kusini ambapo walipelekwa Idara ya Uhamiaji Dar es Salaam kwa ajili ya mahojiano. Wakili Mlay amedai katika maelezo ya onyo, washtakiwa walikiri kosa la kwenda Afrika Kusini bila passport ambapo walikamatwa kupitia operation inayoendelea huko na kurudishwa nchini. Baada ya kueleza hayo, washtakiwa aliyakubali maelezo hayo ambapo hakimu Mashauri amesema anawahukumu kulipa faini ya shilingi elfu hamsini ama kwenda jela miezi miwili kwa kila mmoja. Kuhusu washtakiwa waliokana makosa yao, upelelezi umekamilika na kesi imeahirishwa hadi Januari thelathini mwaka elfu mbili na kumi na tisa kwa ajili ya kusomewa maelezo ya awali. Washtakiwa waliohukumiwa ni Musa Njogo Hemedi Semi Mohamed Moshi, mwenye umri wa miaka ishirini na saba Carlos Mhando mwenye umri wa miaka ishirini na mbili Lista Mlawi mwenye umri wa miaka ishirini Lista Mlawi mwenye umri wa miaka ishirini na Abdalla Marora mwenye umri wa miaka ishirini na tano. Waliokaa na makosa yao ni Shaibu Muhammad mwenye umri wa miaka 26, Ibrahim Mketa mwenye umri wa miaka 30 na Kasim Kitapi mwenye umri wa miaka 22 ambapo wamerudishwa mahabusu. Hii ni Ayo TV kutoka katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. Endelea kukaa karibu na sisi kupitia kurasa zetu mbalimbali mbali zikiwemo Facebook, Instagram pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, vilevile katika kurasa zetu wa Twitter wetu wa Millard Ayo, bila kusahau kusubscribe YouTube channel yetu ya ya Millard Ayo na kutembelea website yetu ya Millard Ayo com Jina langu naitwa Alice Tupa.